na Ali na sahaba zake wote. Niwaeleze leo kwenye kipindi uutukufu miongoni mwa vipindi vyambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anajalia kuwa ni sehemu ya mwanga katika ulimwengu huu. Um, leo tunazungumza sayansi inasema nini kuhusu kifo na mpaka wake, na Qurani inasema nini kuhusu kifo na mpaka wake yani tumeishia wapi kwenye Qur'ani kuzungumzia kifo na vile vile sayansi inaishia wapi kwenye kukizungumza kifo? Qur'ani sayansi yake imeishia wapi kukipija kifo na sayansi ya kisasa hii inazungumza wapi? elimu ya sasa ya utafiti wa watu binafsi kwa mujibu wa Qur'ani tukufu na mategemeo yao sisi kama utakuwa huja nielewa, ishike hii mada kama ifuatavyo: science inathibitisha kifo cha mtu na Qur'ani pia inathibitisha kifo cha mtu tunataka dalili. Qur'ani inasema nini kuhusu kifo na science inasema nini kuhusu kifo, na mule maelezo ilimoishia Qur'ani tukufu katika. <coughs> mada hizi za science tunaweza kuzungumza, tangu wiki iliyopita kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimzungumza mtu kabla ya kumuumba alipomuumba na baada ya uhai wake wa kidunia, nini kinakwenda kutokea? Sayansi imeanza kuzungumzia tukio la bimba, tumezungumza katika mada zilizopita. Angalia katika profaili yetu hii utakuta mada tatu au mbili nyuma, tumezungumza kuhusu sayansi na Qurani tukufu. Nyinyi, Qurani inatoa maelezo dunia chanzo chake, na wanasayansi wa wana sasa wanaeleza nini. Tumeeleza pia jinsia eh, ya mtu hufanyika jana. Tunaeleza leo, uh, mtu atakapokufa au afapo, mtu ni nini kutokea au kifo kinatazamwaje kwa mtazamo wa sayansi na mtazamo wa Qur'ani. Nami Maalim Jafar Al-Mtavassy ni host wako leo, na nitaendelea kukujulisha juu ya yale ambayo insha Allah yatafungua ubongo wako. Nikueleze tu kwamba tunajifunza mambo mengi sana kupitia Qur'ani tukufu. Yaani, Qur'ani ni katika tukufu ni kwamba imeieleza sayansi kabla ya mtu kuumbwa, lakini imeeleza sayansi ya Qur'ani pia, e. Sayansi ya Qur'ani imeeleza kabla ya mtu kuumbwa alipo sasa na baadaye, na sayansi ya watu wa kidunia, e, watu wa sasa inathibitisha maelezo ya Qur'ani tukufu bila mkinzano mkubwa. Yale ambayo sayansi ya sasa haijaona, Qur'ani imeeleza kinajo ubaga

kwa kitu gani ameumbwa eh, ameumbwa kutokana na nini? Maji, ameumbwa kutokana na maji ambayo yakhruju min bayni sulbi watara, yanatoka kutoka kwenye eh, baina ya kifua cha baba eh, kifua cha, eh, eh, cha mama na mgongo wa mama aa, kifua cha mama na mgongo wa baba, yakhruju min bayni sulbi yanatoka hayo maji aliyoumbwa nayo mtu kutoka kwenye mgongo wa baba, chini kidogo ya mgongo wa baba e, wataraib, na kifua cha mama, mbele kwenye mbavu hivi. Sasa ni e, kueleza jambo. Uh, maelezo haya ni maelezo ya Qur'ani yamepatia kabisa, kwa sababu wanasayansi pia wanatuambia kwamba spamzi sayansi hutengenezwa kwenye korodani ya mwanamume eh, ambazo no. za mwanamume zilizoko karibu na mgongo wa chini pelvic area Amwaya. Wao wanaita hivyo, lakini ova mayai ya kiki hutengenezwa kwenye ovaries, eh, zilizoko sehemu za mbele kwenye kifua cha mwanamke. Hivyo, maelezo ya Qur'ani tukufu na maelezo ya wanasayansi hayajadinzana sana. Hawaona sayansi ya sasa, Qur'ani inaelezwa kwa uhalisia sana, kwa uhalisia wa jambo lilivyo. Hata profesa Keith Moore mbiolojia huyu na mwanaelimu ambaye anafanya utafiti juu ya mtoto wa watu katika tumbo la mama, nini hutokea pale eh? sami zinapokutana jambo gani linatokea? Kwenye maelezo yake anasema inastajabisha sana Qur'ani kuwa imeeleza kinagaubaga jambo hili maelezo ya kina. Tunajifunza nini katika mada hizi ambazo tunakuja nazo? Kabla sijakigusa kifo, nimeona nije na utangulizi huu mfupi ili ukujenge na ukufungue. Tunajifunza nini katika mada hii tuliyoitanguliza? Moja, Qurani haipingani na sayansi kwenye ukweli, hivyo sayansi ya kweli haiwezi kupingana na Qurani. Jambo la pili, sayansi inapothibitisha jambo, inapothibitisha jambo ndani ya Qurani sayansi ya kweli inapothibitisha jambo ndani ya Qur'ani, bila shaka sayansi inathibitisha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Twende katika pointi za mwishoni huko utaenda kuelewa. Jambo la tatu kuva, kuva, dhana, zaki, jinga, kuwa dhana za kijinga kwa watu ambao hawajaendelea kiufahamu, ambao wanadhania minu, kwamba dini ni watu wa kale inapotezea muda na kadhalika nne, ndiyo pointi ya nilivyosema, kwamba twende huko mwishoni, utanielewa. Hayo yalisemwa kwenye karni ya saba, karni inayotajwa kuwa ni karne ya kiza chii. Kwa nini nimekuja na mada hii leo? Tunakuja kwenye mada hii kwa sababu tunataka tuthibitishe ukweli wa Allah subhanahu wa taala, na sayansi inavyotazama kuhusu kumauti, yani kwenye sura hii chini kabisa eh, mwishoni mwishoni, Allah Taala amesema, innahu ala rajihi la qadir. Inahu, innahu, hakika huyo mtu huyo, ala rajihi la qadir, juu ya kurejea kwake ni, ku, ni mwenye kuweza. Yani, watu wasistajabu kifo kinapozungumzwa na mtu akatajwa kwamba atarudi katika hali ya kawaida. Sasa basi, sizungumzi kifo kama kifo. Kuna watu wanaona matuta huko, watu wanakwenda wanafikia mtu wanaondoka. Wengine wanasema kwamba kifo, ukishakufa ndio mwisho wako, hakuna jambo linaloendelea, mtu akifa amekufa. Mimi leo nataka nizungumze na wewe, leo nataka nizungumze na wewe kuhusu kifo. Allah subhanahu wa taala hapingi watu kufa, anathibitisha na kwamba yeye amefanya jambo hilo kwa makusudi kabisa na maelezo ya dini ni marefu kidogo kuhusu kifo, tofauti na maelezo ya wanasayansi. Japokuwa tukikaa kwenye dini, kuna baadhi ya mambo tunaweza tukaona kama yanakinzana, lakini ndiyo yanathibitisha juu ya utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya jambo la kifo. Tuanze na Qur'ani tukufu, inathibitishaje kuhusu kifo? Aya ya kwanza nimesema, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafauna ujurakum yawma al-qiyama. Aya ya kwanza inayotolea ushahidi ni hii ambayo mashekhe wanaposomea talqini mayit huwa wanaisema kule mwishoni, kullu nafsi dhaiqatu lmauti, kila nafsi itaonja umauti. Aya ni nyingi sana, na neno kullu nafsi dhaiqatu lmauti limekuja kwenye baadhi ya aya za Qur'ani tikrara, kwa kujiudia Uh, sura ya tatu pia imesema kullu nafsi dhaiqatul mauti. Sura ya nne imesema walau kuntum fi burujin mushayyada, eh, na lau mungalikuwa kwenye ngome imara, kifo kitakufuata hapo hapo, popote pale wako ukufa muda wako. Lakini sura ya ishirini na tatu suratu almuminuna

Ametuletea maelezo <Zarajevo> mengi sana akifafanua <Takini> kifo na akikieleza kwa undani. Uhm, hasa sitaki niguse <Forgive> sana huko. Tutaandaa mada maalum kabisa ya mauti ya kwa kifo na kadhalika. Leo nataka tuthibitishe tu kwa mujibu wa Qur'ani na sayansi. Sasa wanasayansi wao wanakizungumza kifo na hali zake wanazitazama kama ifuatavyo. Wao wamezingatia hali tatu kuu kwa mtu pindi afapo, ndio maelezo ya kifo kwa wanasayansi. Moja, kaji ya kiaresti, tukio la moyo kusimama daima, kwamba moyo utasimama daima, tukio hilo hutafsirika kama kufa kwa mtu. Pili, ubongo kufa kabisa vende. Wanasema hivyo. Jambo la tatu ni oksijeni na mzunguko wa damu kusimama, kutosambazwa, kutokutembea. Hili ni sababu ya seli kufa, eh, hasa hasa seli za ubongo. Lakini wanasayansi wao hawajathibitisha, hawana maelezo kwenye nini kinafuata baada ya mtu kufa, yani hizo hali tatu zinapotokea eh, au hali nne nyambo ya mambo hayo yanapotokea, nini kinatokea kwa mtu? Wao wameshindwa kueleza kabisa. Wapi huenda nafsi ya mtu baada ya kufa? Wao hawajaeleza chochote katika hilo. Na tatu, kwa nini baadhi ya miili kuhifadhika bila kuoza? Wanasayansi hawajatoa dalili yoyote katika hilo, lakini Qur'ani tukufu haya yote inayaletea maelezo ni nini husababisha baadhi ya roho kutoka kwa maumivu na nyingine kutoka kwa nguvu, yaani kwa nini baadhi ya watu wafapo huonyesha maumivu makali lakini wengine hufa tu, tunashangaa kundu wamekufa tayari. Hii kutokana na nini? Wanasayansi wa kisasa hawajaeleza ni nini hasa kuwa, lakini Qurani tukufu imepenya hapo. Hizi ni mada nyingine insha allahu taala Tutakuja kuangalia haya. Qurani imepenya kwenye maelezo ya ziada kwamba mtu anapokufa nini kutokea, tena ikaenda mbali, ikathibitisha mpaka kukutana baadhi ya roho za watu waliokufa na waliokufa kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakini imethibitisha tena eh, nini imethibitisha dini kwamba roho za watu waliokufa na waliohai hukutana. Lakini siyo hilo tu, ile imetisha maisha baada ya kufa ba, yani mwili ukaoza halafu mtu akawa hai, kwa dalili gani? Insha Allahu taala, tufuatilie hapa Mtavassy na kueleza kwenye vipindi vifuatavyo nini kutokea. Yani tunakikusa kifo katika hali zake, hatutishani bali tunaeleza hali halisi na nini kinakwenda kutokea barakallahu li walakum ni mimi maalim jafari Mtavassy kama ndio mara yako ya kwanza unatazama channel yetu ya Mtavassy TV online karibu tufundishe mambo mbalimbali tujifunze pamoja kuhusu dini na sayansi lakini tuende mbali zaidi tujifunze kuhusu tafsiri za ndoto ikiwa ni mwongozo toka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani metuambia lahumul bushra fi dunya wal akhirah, watu wanapata habari, wanahabarishwa duniani na akhirah. Hivi basi tunapata muongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muongozo wa kiroho na kufundishwa mambo mbalimbali, kuutuliwa kwa siri, kufungwa kwa baadhi ya mambo kpia